Assalamu alaikum na karibu kwenye chaneli yetu hendwa Hot Max TV, na leo tutazungumzia majina maarufu ya kiislamu na maana yake. Wakati mwingine jina lina nguvu sana katika maisha yetu, linaweza kutuongoza katika maisha yetu. Hivyo leo tutachunguza majina ya kiislamu maarufu na jinsi yanavyoweza kuwa na maana kubwa kuliko unavyofikiria. Mikusi, fuatana nami mwanzo mpaka mwisho, ni ndani ya Hot Max TV. Majina maarufu ya wasichana. Amina. Jina hili linamaanisha mwenye amani na ni jina la mama wa mtume Muhammad. Fatima. Jina la binti wa Mtume Muhammad linamaanisha mwenye kujitenga na dhambi. Majina maarufu ya wavulana. Jina la kwanza Ali. Jina hili linamaanisha mkuu na ni jina maarufu la Imam Ali. Jina la pili Omar. Jina hili linamaanisha mwanga au mwenye nguvu. Majina maarufu kwa familia. Lashid. Jina hili linamaanisha yule anayeongozwa na haki, na lina maana kubwa katika jamii ya Kisra. Majina haya yana maana kubwa na tunapochagua majina kwa watoto wetu, tunachagua ulisi wa tamaduni zetu. Chagua jina ambalo linafaa, linashirikisha uzuri wa Uislamu na linatoa baraka kwa familia yako. Usikose kujiunga na sisi kwenye video zetu za baadaye kwa vidokezo zaidi na majina mengine mengi zaidi. Shukrani kwa kutazama. Tafadhali usisahau kubonyeza alama ya kengele yaani subscribe na kulike, ili uendelee kupata vidokezo vyetu vya ajabu kuhusu majina ya Kiislamu.